Niseme nimefurahi sana kuwa na mkutano mzuri katika eneo hili la Mapando. Ni eneo ambalo lipo kimkakati. Kwa hiyo kiufupi, nitumie wasaa huu kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hii ya kukutana siku ya leo kuweza kuhabarishana mambo mawili matatu ambayo ni mazuri yaliyofanywa na Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita na yale mazuri mengine ambayo mimi na ndugu yangu Eli mnakwenda kutupatia huo mkataba tarehe 29 mwezi huu wa kumi, ili tuende tukayafanye. Sisi mhoyi, sisi msafi. Ndugu zangu, yapo mambo mengi mazuri yaliyosemwa pia nyimbo zetu tulizokuwa tukisikia hapa, wameimba watu wa ngoma, vikundi mbalimbali vya ngoma wameimba, mashairi wameimba vizuri sana, lakini pia tulikuwa na burudani kadha wa kadha. Wote hawa ni washukuru sana kwa sababu katika hizo jumbe pia tumepata na sisi maneno mengine ya kuweza kusemea sisi hoye, mfano mzuri na ili shairi sema tu ni wakumbushe siku nyingine Mkiwa mnaandika mashairi mazuri kama haya, basi chini yake mwe mnaweka namba za simu, lakini pia mwe mnaweka na majina, na mwe mnasema mtunzi wa shairi ni nani na linamilikiwa na nani, ili kesho na kesho kutwa tutakapo kuwatafuta hawa tuweze kuwapata kirahisi. Kwa mfano hili shairi ni zuri sana, limeongea maneno mazito, tena yule mzee nilimwita mara mbili kumuuliza baadhi ya vitu ameandika vizuri kweli kweli. Sasa sijui ni yeye aliyetunga au kuna mtunzi mwingine, lakini yeye wao walikuwa na ghani hapa ushairi, lakini ile shairi ni nzuri sana lakini pia mengine nimeona, pana ni waombe, siku nyingine mkiandika shairi, kwa sababu mtakabizi kwa kiongozi. Sasa kiongozi akichukua kesho akitaka kumtafuta huyu mwana shairi, tunaweza tukawa Dodoma tukamtafuta mwana mashairi wa Mapando ili aje atumbuize, wapi? Dodoma. Sasa nikimpigia mwenyekiti wangu hapa wakata au diwani nikamwambia, lile shairi lile ambaye alikuwa anaimba yule mzee aliyekuwa amevaa kofia, nadhani yatapata tabu sana kuelewa ni shairi gani, si ndio, eh? Atapata shida kuelewa ni nani aliyekuwa amevaa kofia, ni nani alikuwa ametunga ame, ame ilo shairi na nani alikuwa amelimba. Kwa hiyo, kwa siku nyingine niwaombe ndugu zangu tuwe tunaandika majina mtunzi na namba za simu ili tuendelee kuja kutafutana. Sisi hoye. Sasa nimeshukuru Saidi kwa sababu limetaja mambo karibia yote, mambo yote ambayo ndugu yangu Eli amejaribu kuyazungumza yametajwa humu ndani ya shahidi, lakini pia hata yale ambayo mimi nitamani kuyazungumza yametajwa humu kwenye shahidi wena hatukusikia vizuri kwa sababu tulikuwa tunasikiliza kama, kama ni nyimbo tu ama ni shairi, lakini kuna ujumbe ndani yake ambao umo humo ndani. Ah, mzee wangu kumbe yuko hapa. CCM oyee! CCM safi. Ndugu zangu, mimi niwaombe jambo moja, tarehe 29 mkatupatie kura za kutosha, kura zinazojaa, yale masanduku yajae kura za CCM. Wagombea wote wa CCM bila kujali mgombea amepingwa ama hajapingwa, anamgombea ama hana mgombea basi, tukapige kura nyingi za ndio kwa mgombea ambaye yuko peke yake ili aweze kupata kura za kutosha na ili aweze kwenda kusimama na kutuletea maendeleo. Lakini kwa mimi, pamoja na mgombea wa rais, niwaombe ndugu zangu, masanduku yale pia yakajae kura za kutosha kwa wagombea waliopigiwa kura nyingi wa chama cha mapinduzi CCM. Oyee CCM safi! Nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu sisi wagombea tuna uchu mkubwa wa kuhakikisha tunakwenda kusimamia serikali ili iweze kutuletea maendeleo, na maendeleo hayo tunayoyazungumza, yametajwa ya sehemu mbalimbali. Hata mzee wangu hapa kupitia sheria yake ametaja vizuri Mzee kwenye shari lako umeanza na barabara mzee, amesema vizuri kwamba barabara zimejengwa lakini hazijakamilika. Sasa kwa maneno hayo, kwa, kwa maneno hayo unatupa mkataba mimi na ndugu yangu Eli, ili tukahakikishe hizo barabara ambazo hazijakamilika, licha ya kwamba zinapitika lakini kwa shida, licha ya kwamba zimejengwa lakini hazijakamilika, tukaweze kuzifungua hizo barabara ukitoka hapo uteleze kwenda Mang'onyi, ukitoka hapa uteleze kwenda Kinyamwandio, ukitoka hapa uteleze kwenda Liwa na ukitoka hapa uteleze kwenda Misuha kupitia Msule. CCM oye! CCM safi na uzuri, mzee wangu umekumbusha mambo ya msingi sana. Mama Samia tarehe tisa mwezi wa tisa alivyokuwepo pale Ikungi kuhusiana na masuala ya barabara, Mama Samia alitaja barabara kuwekewa mora ya kutoka Msule kuja Ntuntu. Mama Samia alitaja kwa maneno yake mwenyewe. Kama raisi anataja barabara ya Ntuntu kwenda Misuwara, nani ana mashaka ya kwamba haitajengwa? Nani ana mashaka diwani huyu hata isimamia ikamilike? Na nani ana mashaka kwamba mgombea huyu wa ubunge ambaye ni Thomas Mgonto Kitima hata isimamia ikamilike? Kwa hiyo tarehe 29 naomba kwa pamoja mkapige kura za kutosha, ili barabara hiyo pamoja na barabara zingine ambazo zinafungua mji huu wa Ntuntu pamoja na vijiji vyake vyote, basi ziweze kufunguka ziweze kupitika, ili mwananchi hii mwananchi huyu akaweze kufanya shughuli zake za kimaendeleo kwa wakati, kwa sababu njia na barabara zitakuwa zikipitika. sisi msafi CMJ. Jambo la pili. Jambo la pili. Mwana mashairi huyu, mzee wa ngonjera huyu, jambo la pili ametaja umeme. Amesema kwamba kuna maeneo umeme umefika na kuna maeneo umeme hujafiki, haujafika. Si ndio hivyo mzee wangu? Hebu simama kama naongea uongo. Okay, si ndio iko hivyo? Si ndio jambo la pili umetaja? Hey, hey. Na mimi kanasi ninayo, siisome, lakini nilielewa vizuri. Wakati anarani hapa, wakati anaimba nilikuwa namsikiliza kwa makini japokuwa pengine yeye alikuwa anaona, na pengine nilikuwa busy, lakini nilikuwa nasikiliza kwa makini mzee. Huyu ametaja mambo ya msingi, akasema umeme upo, lakini kuna maeneo umeme hujafika. Sasa habari njema ni kwamba, habari njema ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 kuelekea 2025 ilitaja ikisema ya kwamba inaenda kuhakikisha umeme unatoka wilayani kufika katika kila kijiji, na awamu hiyo imekwisha kupita, umeme umefika katika kila kijiji. Vijiji zaidi ya elfu kumi na mbili nchini Tanzania vyote vina umeme, hakuna kijiji hata kimoja kisichokuwa na no umeme. Sasa ilani hiyo ambayo imepewa sura mpya, kwa maana ya mkataba ambao mimi hapa na ndugu yangu Eli tunakwenda kuingia, tunakwenda kusaini baada ya tarehe ishirini na tisa, inasema ya kwamba itakwenda kuhakikisha umeme huo unatoka kila kijiji, unaelekea kila kitongoji. Umeme huo unaenda kumfikia mwananchi pale alipo kwenye kitongoji. Sasa ni waombe hasa ili tukaweze kuutekeleza huo mkataba kwa wakati, mwananchi wa Mapando, mwananchi wa Tutu, mwananchi wa Taru aweze kupata umeme kwa wakati na bila bila shida yoyote. CCM oye! CCM safi! Umeme oye! Umeme oye! Lingine amezungumzia diwani wangu hapa, lingine amezungumzia diwani wangu, japokuwa shairi imezungumza masuala ya michezo, masuala mbalimbali ya utamaduni amezungumza vizuri, masuala ya ngoma ameyataja huko. Lakini kingine duani amezungumza kichuo cha kitala cha masuala ya michezo, ambacho kitakapo jengo maeneo yetu, basi na sisi tutakuwa na jambo letu la utofauti kama kata ya Mtuntu. Sasa hilo jambo mimi nalichukua, ninaungana naye, tutasimama kidete kuhakikisha linakwenda kutimia, kwa sababu ndo sisi wa ubunifu na sisi waanzilishi, na mimi natambua ya kwamba tuna mchango mkubwa kama kata ya Ntuntu kwa taifa hili la Tanzania, tuna mchango mkubwa kama kata ya Ntuntu kwa dunia nzima. Kijana wetu Simbu si anatoka hapa si amekuwa wa kwanza kwenye marathon? Sasa mimi nashukuru, na kwa sababu huyu kijana ametoka kwenye tarafa ya Mungaa, na mimi naenda kuwa mbunge wa tarafa ya Mungaa pamoja na jimbo zima la Ikungi kwa kuwa natokea tarafa ya Mngaa. Sasa nina kitu cha kujivunia, nina kijana sasa. Eli ana kijana, anatoka kwenye kata yake, huyu ndo anajivunia zaidi. Kwa hiyo mimi nitajivunia zaidi. Sasa mimi nikuombe bwana, nami nitafikia ni ni eneo huku nijenge huku ili huyu ndugu ana. Wilaya, tukushawishi wilaya kushawishi mkoa na kushawishi taifa ili tupate hicho kituo kiwe kituo cha maendeleo ya mambo mbalimbali yakiwemo michezo. Sisi hoye oh yeah. oh. Mimi naamini hata Simbu atafurahi akizalisha wakina Simbu wengine wengi. Simbu atafurahi vijana wetu wengi wakiwa kama yeye wakafanya vizuri kitaifa. Ndio maana nikasema kata hii na kijiji hichi kina mchango mkubwa katika mkoa huu, na kina mchango mkubwa kitaifa, na kina mchango mkubwa duniani, kwa sababu kijana wetu anatoka hapa, na sifa anazozipata yeye ndio sifa zinakuja moja kwa moja hapa Mampando. CCM oye! CCM oye! Sasa sifa zikija Mampando, sisi zinakuja kwa diwani sisi, zinakuja kwa mbunge. Sasa CCM oye! CCM oye! Ndugu zangu sishi hapo. Kwenye michezo tutaunda ligi na Mheshimiwa diwani ligi katika mambo yote, wenye kucheza mdako wajiandae, wenye kucheza rede wajiandae, wenye kucheza mpira wajiandae, wenye kucheza ngoma za asili wajiandae. Sasa tutakuja kivingine, tutaweka mashindano ya kila kata tupate washindi wa kila kata na tutakwenda kuwashindanisha kiwilaya kwa maana ya jimbo na tutatoa zawadi. Kwa hiyo wale wenye ngoma zenu zile ambazo hazijachangamka sasa, zichangamsheni. Wale wenye ligi, wenye timu za mpira wa miguu, sasa anzeni kunoa miguu, kwa sababu wakati unakuja ambapo tutaleta hiyo mipira mcheze, na mwisho wa siku tutafanya mashindano ya michezo ya aina yote, ili vijana wetu hawa wawe bize na michezo. Mimi natamani sana wa pamoja na kwamba tunamwona mwanamichezo wa kimataifa, natamani pia tumpate kijana au vijana wa soka wakitokea hapa, tunawona kwenye runinga wanachezea timu kubwa za mpira wa miguu tukimpata kijana anachezea timu ya Simba, najua wewe ni Yanga. Aya, tukimpata kijana anachezea timu ya Yanga, tukimpata kijana anachezea timu ya Yanga, kwa hiyo tutakuwa tumefaidisha kata yetu, lakini pia yeye kama yeye amenufaika kiuchumi. Sasa hatutaki mmoja, tunataka wawe wengi. Ndio maana tutaanzisha ligi ya mpira. Kama kuna watu walishiriki wali kidogo ile ligi ya Chief Cup, nilikuwa na, nilikuwa na ligi kubwa pale ilikuwa inaitwa Chief Cup. Kuna vijana walishiriki pale. Habari njema niwaambie, baadhi ya vijana walichukuliwa wakaenda kufanyiwa mazoezi timu kubwa na kuna vijana wengine wanachezea timu B timu za ligi kuu. Sasa ndugu yangu na ndugu zanguni, niwaombe wakati ukifika, tuwatoe vijana wetu wakashiriki mipira wakashiriki hizo rede ili watoke kimasomaso kitaifa. CCM oyee! Michezo oyee! Michezo oyee! Ndugu zangu, nimeambiwa pia lakini pia nafahamu kuna kituo chetu cha afya kiko pale, ni kituo cha siku nyingi sana, najua na mfahamu ya kwamba mimi pia ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa wake. Huwa sipendi kutajadilia vyo vyangu sana, huwa na viacha huwa na viacha, ili watu wasio wakaogopa kwa sababu ni vingi, sasa vile ambavyo vinahusika vina, vina moja kwa moja huwa na navi, vitaji. Kwa kuwa mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa, taarifa na ripoti za kile kituo chetu cha afya ninazo mkononi, ninakijua kile kituo vizuri toka kinaanza kuchimbwa msingi nafahamu habari zake, na mpaka kilipo hapa nafahamu habari zake. Sasa kwa nini tuchelewe? Tarehe ishirini na tisa toweni kura nyingi kwa eli, nipeni kura mimi nyingi, ili tuhakikishe kinakamilika na kinatoa huduma kama inavyo stahili, ili mtu wetu wa Mampando, mtu wetu wa Ntuntu, mtu wetu wa Mtewa wapate huduma zinazostahili, ili mama yetu baba yetu mzee wetu wasikose huduma pale. Sisi hoye. Lakini pia kuna zahanati ilikuwa ikianza kujengwa hapa, wakachimba msingi kwa mbwembwe mbwe. Niliona wakiwa wanachimba ule msingi na video wakachukua kuhusiana na ile zahanati, lakini mwisho wake nyinyi wenyewe mna majibu yake, nyinyi wenyewe mna nini mna majibu yake. Sasa tarehe ishirini na tisa tupeni kura mimi na ndugu yangu huyu, ili tukae chini tuone namna gani tunaweza kujenga zahanati katika eneo letu, ili watu wasisafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya. Sisi hoye, sisi msafi safi. Bado sijamaliza na mzee wangu huyu, mzee wangu wa mashahidi, sijamalizana naye kwenye masuala ya afya. Huyu mzee, kama mlimsikiliza vizuri, aliwaombea wazee na watoto na wakina mama waweze kupata matibabu bure. Mzee wangu alizungumza wa maneno mazuri sana, na mimi nikaangalia huku nilivyo yasoma, nikasema huyu mzee ameiva kweli kweli. Kwa maana gani? Ilani ya Chama cha Mapinduzi na pia kupitia matamko ya mgombea wetu urais, Mama Samia Suluhu Hassan anasema ya kwamba anakwenda kuhakikisha kila mwananchi wa Tanzania anapata bima ya afya ili akapate matibabu bure hospitalini. Kwa hiyo ndugu zangu, swala lako limejibiwa kitaifa. Kwa hiyo kazi yako ni moja, wewe na ndugu zako na umma huu wote na wengine ambao hawapo, tarehe ishirini na tisa kwa pamoja muongozane mkapige kura nyingi kwa ndugu yangu Eli, mkapige kura nyingi kwa Thomas Mgonto Kitima, mkapige kura nyingi za Mama Samia ili kwa pamoja tukafuatilie ili tuweze kuleta maendeleo kupitia sheria yake hii. Mimi karatasi ninayo, nitaiweka mfukoni, nitendenao mpaka bungeni, kwa sababu ameongea maneno mazuri sana. Nikiulizwa swali la nyongeza, mimi nachungulia na karatasi ya mzee wangu hapa, nauliza. Ah, mlisema moja, mbili, tatu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo tujiandae, bima ya afya kama mkombozi wa mwananchi wetu. CCM oye! sisi msafi tunawatumia kwenye usafiri mahali magari yapiti ama barabara hazijakaa vizuri, bodaboda wanatusafirisha hata usiku hata mahaka, bodaboda wanafanyaje? Wanapita tu. Kwa hiyo mimi bodaboda nawaheshimu sana, lakini pia nawajali na wao pia. Nawaomba baada ya kuchaguliwa tuunde vikundi, ndugu yangu, visimamie vikundi vya bodaboda, vijiwe vyote vya bodaboda tuvifahamu kwa idadi, tuwafahamu watu wake, ili na sisi tupambane hawa vijana tuwaletee mitaji waanzishe shughuli za kimaendeleo, kwa sababu ni watu wa muhimu sana. CCM oye! CCM safi! boda boda oye! boda boda oye! ndugu zangu, yapo mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na wakulima, kuhusiana na wafugaji. Nafahamu asilimia zaidi ya sabini sisi ni wakulima, lakini pia ni wafugaji. Tunatamani sana kuanzisha vyama vya ushirika ushirika wa kuweka na kukopa lakini ushirika wa mazao ikiwemo Amcos. Sasa kwa kuwa muda umeisha na ndugu zangu wananiangalia, mimi niwaombe kwa pamoja tarehe ishirini na tisa mpige kura nyingi sana. Hayo mazuri yote yaliandikwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kuyatekeleza kwa wakati na uzuri. Huyu bwana ni bado ni kijana, ana spidi zaidi ya chita, ana spidi zaidi ya simba, na mimi tena ndo baba lao na spidi zaidi ya ile treni ya modokasi. Sasa mtakapotuchagua tarehe ishirini na tisa kwa pamoja, mimi na ndugu yangu huyu tutakimbia wakati mimi mguu uko begani kuelekea Dodoma bungeni, huyu ndugu yangu mguu uko begani kuelekea pale baraza la ma madiwani Ikungi, ili kuhakikisha anakwenda kuwaletea maendeleo. CCM oye! Oh, CCM safi! Ndio, nafahamu kuna shule ya mfumbu huko na kuna shule ya hapa, si ndio eh? madarasa yake yamechakaa. Sasa tutarudi baada ya kutupatia kura za kutosha, ili tujetukae tuweke vizuri, lakini nina taarifa pale Ntuntu ile shule haina vyoo. Vyoo ni vya zamani na viko vya hovyo. Nasikia vijana wetu, vijana wetu wadogo wanajisaidia msituni, asaasa watoto wa kiume. Sasa ndugu yangu, mtakapotuchagua kuna mfuko wa jimbo blaa kuna mfuko wa nini wa jimbo tunaoleta, hapo vyoo vinajengwa na watoto wetu wanakwenda kujisitiri vizuri. CCM oyee! Tunatamani watoto wasome wapate maarifa, waje kuwa viongozi wa baadaye, baada ya sisi, wao ndio waje waongoze. CCM oyee! CCM safi! Lakini pia nina taarifa ya kwamba kulikuwa na gari hapa limekuja kuchimba kisima hapa mambando Niwaambie hilo gari lilipo sasa hivi. Hilo gari sasa hivi liko Damankia linachimba kisima, nilipewa taarifa, kwa sababu niliwaambia, mii ni mjumbe wa kamati ya siasa mkoa, kwa hiyo nafahamu namna gani magari yanayozunguka. Tuna gari na mkoa anaochimba kisima kila kata. Sasa mkoa mzima wa Singida unakata nyingi kweli kweli. Sasa hadi waje wafike huku, sio leo. Sasa kama nilivyowaambia, kwa spidi ya huyu bwana na kwa spidi yangu ganjn sasa, jino gari baada ya kukosa maji hapa, wakasema walikuwa na dharura, wakaamua kuondoka, lakini watarudi. Sasa mimi ni kazi yangu na wewe kuhakikisha lile gari linarudi lichimbe visima ili watu wetu wapate maji. Nazungumza yao kwa, kwa sababu gani? Ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema inakwenda kumkomboa mwanamama na mwanamke huyu wa Kitanzania kutokana na no umbali mrefu wa kufuata maji. Ilani hiyo inasema mama huyu na mtu huyu asichangie maji na fisi, asichangie maji na wanyama wengine, apate maji salama, ili yeye na familia wawe na afya nzuri. CCM oyee! CCM safi! Lakini sera ya mama kupitia waziri wa weso inasema ya kwamba inakwenda kumtua mama ndo kichwani. Sasa kazi hiyo tupeni, mimi na ndugu yangu Eli, ili mama huyu akomboleke, mama huyu asibebe ndoo mbali mrefu kufuata maji, mama huyu asichelewe kupika, mama huyu asichelewe kusingia. Sisi hoye, sisi msafi safi, sisiem juu. Mambo mengine tuachieni. Kwa sababu ya muda mimi niseme nawashukuru sana watu wa Mapando, nawashukuru sana watu wa Ntuntu. Mungu awabariki, msisahau tarehe 29 tisa kupiga kura nyingi sana, lakini la mwisho kabisa la mwisho kabisa, la mwisho kabisa, niwaombe tarehe hiyo ishirini na tisa mpigie kura nyingi ndugu yangu hivi, mpigie kura nyingi sana ndugu yangu, pigia kura nyingi, ujasiri wa kwenda kusimama halmashauri na kuomba haya tunayowaambia, mkimpa kura nyingi za kutosha Akifika halimashauri anafika kwa kujidai, kwa sababu watu wake wa Ntuntu walimheshimisha kwa kumpa kura nyingi za kutosha. Lakini niwaambie, mkimpa kura chache, niwagea halimashauri werakisunte wangveuna kuri raro rekando nivaafunye kura nyingi kata niyafunyie kura nyingi, hasa ndio vitaji tu ni maendeleo. Sasa kata hii naiomba iwe kata inayohitaji maendeleo kwa kutoa kura nyingi kwa ndugu yangu Eli, kwa kutoa kura nyingi kwa mama Samia Suluhu Hassan, na mimi naomba kura nyingi, ndugu zangu, ili mnipe ujasiri wa kutosha nitakapokwenda bungeni nikakutane na spika, nimwambie spika watu wanadai umeme, wanadai barabara. Mtakaponipa kura nyingi mta, utanipa ujasiri wa kutosha kukutana na waziri wa fedha, kukutana na waziri wa miundombinu, kukutana na waziri wa nishati, kukutana na waziri wa maji. Mtakaponipa kura nyingi, mtanipa nafasi ya kuwa na ujasiri wa kwenda Ikulu kuonana na mama Samia na kumwambia mama Ulituahidi barabara mama, ulituahidi maji mama, tumekuja kwa sababu sisi watu wa Ntuntu tulitoa kura za kutosha kuliko kata zote Tanzania nzima. Sisi eboye, sisi msafi.